Na wasalimu jioni ya leo, bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, ametulinda akatuongoza tena akatuhifadhi, imempendeza jioni ya leo ili kwamba Yesu azidi kujitukuza tena kujidhihirisha katika maandiko kama na ni maana, nakukaribisha jioni ya leo kama ilivyo kawaida. Tuliahidiana jana tutakuwa na kipindi kujifundisha kahaba wa ajabu pamoja na miziki na Iluminati duniani. Mbona leo makanisa imejaa miziki? Kwa nini watu wamekataa neno la Mungu? Mungu kwani alikuwa na mpango gani, ili kwamba kila mmoja aweze kumuelewa, tena aweze mpendo kumsikia. Mpendo msikilizaji, mahali popote ulipo, nikatamani ukaribie tunaposoma pamoja ili tuweze kumwelewa Mwenyezi Mungu. Mungu akitusaidia tena akitutia nguvu kipindi hiki cha mwisho, niruhusu tuweze kuomba, tumkaribishe Roho Mungu ambaye ndiye Roho wa kweli, apige hatua nasi jioni ya leo, ili tunapobarikiwa kwa pamoja. Tunaomba baba wetu, tuna tuna na Mungu tupendaye, Mungu mwingi wa rehema, tunakushukuru Yesu kwa neema na fadhili zako, kwa kuwa Kristo mama, umetulinda ukatuongoza, tena ukatuhifadhi na ndiyo maana ikakupendeza jioni ya leo, Yesu Kristo uzidi kujitukuza tena kujidhihirisha katika maandiko. Mwenyezi Mungu, tunapoanza fundisho la jioni ya leo, Yesu kuwa nasi, tulinde tuongoze, tena tuhifadhi, shikilia ali ya anga kwa sala moja tu nusu, Yesu Kristo Bwana uweze kukusikia tena kukuelewa Baba, tunajua shetani ya furahi lakini tunamkemea katika jina lako Yesu Kristo, na ya kwamba utusaidie Kristo, tuweze kujua na kujiandaa kwa ufalme wako Mwenyezi Mungu. Mtumishi wako anaposoma ujumbe huu mtumie jinsi ninavyokupendeza, tukikuomba na kulia kwamba Yesu Kristo, ya kwamba kunyenyekevu maandiko matakatifu ambao umekusudia jioni ya leo, wana wako waweze kuyasikia tena kuelewa, zidi kutukumbusha, kutia roho wako, amani yako inapozidi

Ufunuo moja moja inasemaje? Ufunuo Yesu Kristo inasema, ufunuo wa Yesu Kristo inasema aliyopewa na Mungu aonyeshe mtumwa wake. Biblia inasema unamini, ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa aonyeshe watumwa wake. Mama mbayo kwamba ayana buri kwa kwako kwa pesi naye akatuma kwa, kwa mkono wa malaika, naye akatuma kwa mkono wa malaika. Malaika akamwonyesha mtumwa wake, Yohana akamwonyesha mtumwa wake nani? Yohana aliyeshudia neno la Mungu. Sikia. Yani, mambo yote ya ya yani mambo yote ya ni... ya ya sikia sema, eri asomaye na wao a unabii hu na kuyashika yaliandikwa ya humo kwa maana kwa wakati ukaribu. Yesu anasema mwisho umekaribia, kitabu cha ufunuo kiweze kueleweka. kwa sababu gani? Kina ujumbe wa siku za mwisho. Pia hebu sikia, ghorofa ya pili maraika nasemaje Ufunuo kumi na nne mstari wa nane inasemaje mtumishi nasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema umeanguka umeanguka babeli, anasema babeli imefanya nini umeanguka anasema umeanguka umeanguka babeli mji ule ulio mkubwa babeli ni mji ulio nini mkubwa anasema umeanguka umeanguka babeli mji ulio mkubwa maana yeah, ulionyesha mataifa yote anasema Babeli ndiyo iliyoonyesha mataifa yote vinyeangazava sharati wake safi, na mingine malaika watatu sema Babeli imeanguka. Na kama Babeli imeanguka, Mungu anakulilia anatamani weza kujua kipindi cha mwisho, kuna matukio yanayoendelea duniani ambayo Yesu angetamani huweza kuyerewa kabla historia ya dunia ijafungwa Haja nigetamani unishingia polepole ili tuweze kubarikiwa sisi wote kwa pamoja ili mungu azidi kujikuza. Ukiangalia kipindi cha Musa, makanisa ni mengi, mchafuko wa ndio. Ukiangalia wachungaji wako na shida na Wakristo wakiwashiriki kutoka kanisani mwao mtubishi, najua ni vizuri kusema ukweli, mtubishi maana hata kufungwa hii kambi ya watu kutibiwa ni juu, watu gaje wengi walikuwa na shida, ili watu wasije wakaelewa ukweli wa nini? So si eti watu wako na shida na kitu ingine, hawataki watu waweze kuelewa neno la nani? la na Mungu. Lakini Mungu anasema kweli lazima itadhihirishwa. ni mstari wa kwanza ile asemaje eh? Basi ni msari wa kwanza ile asemaje eh? Basi roho, kwamba Biblia inasema Roho wa Mungu ananena waziwazi kwamba Anasema siku za mwisho, wengine watajitenga na imani, wengine watajitenga na imani ya nani? ya Kristo wakisikiliza roho zidanganyazo na, na mafundisho ya, ya mashetani Biblia inasema Babeli imeanguka. Leo tunaangalia Babeli ya mwisho na muziki katika dunia. Ufunuo kumi na saba aanzia mstari wa kwanza za teremke naye polepole Akaja akaja mmoja mmoja wale wale malaika saba. Saba wale malaika saba vile za saba akanena naye saba, akanena nami akisema akisema ile ile mko, anasema nitakuonyesha, njoo anasema njoo huku nitakuonyesha hukumu ile kahaba mkuu aketiye juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa dunia wamezini naye na wanaokaa katika hichi katika katika dunia kwa vinyo shirati wake, dunia wamelewa. Jangwani anasema katika katika roho ya jangwani akaona nikaona, mwanamke ameketi juu ya mnyama mkundu sana, mwanamke amekaa juu ya mnyama mkundu sana mwenyewenasaa enye sa kuyaa wengine kuforo makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi na, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanamke alikuwa na nguo ya rangi mbili, nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepamba kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu na. Na, na, na. na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi kwa kikiricho. inasema kilicho jawa. jawa na machukizo na, na machafu ya wa sharati sharati wake, na katika uso katika uso wa ule mwanamke alikuwa na jina limeandikwa la seri nani, Babeli mkuu nani. Nani. Na mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Huyo ndiye mama wa makahaba wa kiroho kuonesha mama wa makahaba, alafu ujue nani wamekamatwa pia na huyo mama, makanisa ambayo yamekamata kwa kiroho wameitwa makahaba wa nini, wa kiroho kiro, kiro. hebu mimi nasema, akanichukua katika roho jangwani, nikaona mwanamke. Swali maana ni mfano, mwanamke kwa Biblia anasimamia nini? Nini kitabu kingine cha Waefeso 5:25 inasema enyi waume, Biblia inasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, hata hata kijitoa kwa ajili yake, ili maksudi alitakase na kulisafisha kwa maji na katika neno. Kumbe kwa Biblia mwanamke anasimamia kanisa, kanisa lakini huyo mwanamke sio msafi, ni kanisa, ni kanisa, nika? Kaaba. Kanisa kaaba, ni saba, kaaba ni kanisa kaaba. Mbona hili kanisa kaaba liliitwa, si ndio? Hebu sikia kitabu cha Warumi ni saba ndio wa kwanza. Mbona aliitwa kaaba ni mwanamke, lakini kanisa kaaba, kwa sababu gani Inasema Sabi. Hey, ndugu zangu. Ndugu zangu. Inasema ndugu ndugu zangu zangu wa pili ni kwa maana. Kwa maana maana kwa mwanamke na mume nani, na na mume. Anasema kanisa ambalo liko na mume swali mtumishi mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria. Basi mwanaume ni nani? Na kama kanisa liko na mume, lazima lifungwe na sheria sheria, sawa eh. Kwa sababu eh, mume wako ni nani? ni mume wako aliyeumba dunia, ndio mume. Yesu ndiye aliumba dunia, ukisoma Wakolosai 1 mstari 15 mpaka 18, Yesu akaumba dunia. Sasa kumbe mwanamke aliye na mume, yaani kanisa lilo na mume Yesu Kristo, limefungwa na sheria. Likikataa sheria, lazima likubali mume mwingine, liondoe sheria za nani za Mungu. Kwa hivyo sikia, kitabu kingine cha Ezekieli 16:32 3. Ili kanisa liitwe kahaba, litakuwa limekataa kirisa na sheria za nani zake, sababu andiko inasema mke wa mke wa mke wa wa wa wa wa azinie mtu mtu mtu, yaani nani, asinie akaribishaye wageni badala ya mumeo anaye mzinifu inasema ni kanisa. Kanisa hili ili kubali likamkataa Yesu, likaruhusu mwanaume mwingine. Kanisa kaaba, lakini ni kanisa limekalia mnyama. Basi kama kanisa mwanamke ni kanisa, mnyama anasimamia nini? Ni, ni atakuwa ni serikali ya nne. Juu ya nini? Juu ya dunia umekubalia. Anasimamia nini? Serikali, anasema huyo mnyama atakuwa ni serikali. Akaona kanisa ambalo ni kaaba limekalia serikali, serikali, lakini ile serikali ilikuwa kwa njia gani maandiko? E, inasema kumi na saba mstari wa tatu inasema ambaye wafalme hizi wamezini naye, inasema njoo huko, akanichukua akanichukua katika Roho, mtumishi akanichukua katika roho za jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mkondo sana. Akanichukua katika roho za jangwani, nikaona mnyama mkondo sana. E, inasema juu ya mnyama mkondo sana, aliona kanisa ambalo limekalia serikali iliyo na uwekundu kama mwanamke. Mtumishi ni kanisa, mnyama ni serikali.